penda nichukue fursa hii kutoa wito kwa wadau wote wa mazingira kuendeleza mambo yote yaliyofanyika katika maadhimisho haya, ikiwa ni pamoja na upandaji miti na uanzishwaji wa bustani za kijani, kuhamasisha matumizi ya teknolojia za urejelezaji wa taka ozo na za plastiki kupunguza ukataji miti holela kwa ajili ya kuni na mkaa na kuongeza matumizi ya nishati safi ya kupikia. Matumizi makubwa ya kuni na mkaa hakika yanachangia athari za mazingira, athari za kiafya, kijamii na kiuchumi. Na kutokana na hali hiyo, ndiyo maana serikali imeweka nia ya kupunguza athari hizo kwa kupunguza matumizi ya nishati ya kuni na mkaa kwa shughuli za kupikia na tunampongeza sana Rais wetu dr Samia Suluhu Hassan kwa kuwa kinara wa kuendeleza na kusukuma matumizi ya nishati safi Tanzania, Afrika na duniani. Napenda niwatake wakurugenzi wa miji katika halmashauri zote nchini kusimamia mipango miji ambayo tumejiwekea, na mfano ni hapa Dodoma. Awali CDA ilikuwa na ramani nzuri sana ya jiji la Dodoma, lakini sasa, hebu angalieni tunapokwenda, tumekwenda kutengeneza makazi holela sehemu mbalimbali mbali za jiji la Dodoma. Tusiporekebisha hali hii, itafika mahali hata kufuata mgonjwa majumbani tutashindwa. Bado tunayo nafasi, ndiyo maana nataka viongozi wa mikoa, halmashauri na majiji mkalisimamie hili katika kukabiliana na uharibifu wa mazingira, serikali imechukua hatua mbalimbali za kisera na kimkakati ikiwa ni pamoja na kupitishwa kwa sera ya taifa ya mazingira ya mwaka 2021, mpango kabambe wa taifa wa hifadhi na usimamizi wa mazingira watoka mwaka 2022 mpaka 2032, lakini pia kuna sheria mikakati na miongozo inayohusu masuala ya mazingira. Aidha, tuna kuongezeka kwa kasi ya upimaji wa ardhi na umilikishaji wa ardhi kimila, uhamasishaji wa matumizi endelevu ya, ya ardhi hasa kilimo mseto, kilimo cha matuta, kilimo hifadhi na mbinu endelevu za kiasili za hifadhi ya malisho. Ndugu zangu, jukumu la kuhamasisha na kuelimisha jamii kuhusu umuhimu wa hifadhi za mazingira linahitaji ushirikiano wa wadau wote katika ngazi zote, na kipekee napenda kutoa wito kwa vyombo vyetu vya habari, lakini pia taasisi zote za serikali, taasisi zetu za kidini, taasisi za sekta binafsi, asasi za kiraia, wote tushirikiane katika kutoa elimu kwa jamii. <coughs>